Shalom shalom shalom, watu wa Mungu, wana wa Mungu, ndimi mtumishi Amani Shija au rafiki wa Yesu. Mamlaka hii unaipata wapi mtumishi? Naipata katika walaka wa Yakobo sura ile ya pili, aya ya 23 ambapo Ibrahimu aliitwa rafiki wa Mungu. Na mimi niseme ni rafiki wa Mungu, lakini ni rafiki yako pia, wewe ambaye unanisikiliza na kuniangalia ili tupeane hivi vitu muhimu vya kimungu. Shalom, shalom tena nirudie. Hiki ni kipengele cha tatu katika somo letu ambalo linahusu, uh, kila binadamu ana mimba au ana ujauzito. Au ni karama gani aliyopewa? Ama ni mtoto gani aliye mbeba? Kama ilivyokuwa desturi yetu kawaida ya kwamba kabla hatujaliendea jambo basi tunawajibika kutambua uwepo wa Mungu ili yeye aweze kutusaidia kufanya ambavyo inatakiwa, maana analifoti katika ile Yeremia sura ya kumi aya ishirini na tatu. Hata ule uwezo wa kuinua hatua tu ni mpaka Mungu atuwezeshe. Mtumishi wa Mungu, tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, mbele zako niamini uko tayari mahali hapa, maana nikimuona mwalimu wangu besti nami Tukirejea ile Mathayo 18:20 nasema, wanapokusanyika wawili watatu kwa jina langu, na mimi nipo katikati yao. Basi Muumba upo na kama upo basi, kwa dakika hii na sahihi, nijarie mimi na kwenda kufikisha, ama kutoa dawa, ama kufundisha, nifundishe kwa weledi wa kwako. Naamini utakuwa pamoja nami tangu hata mwisho wa kipindi hiki. Amen. Shalom, shalom mpendwa wangu. Leo ni kipengele hiki cha tatu ambacho nitahitimisha somo hili ila kama yatajitokeza maswali basi tutakwenda kurudi tena ili kuja kuyajibu ambayo yatakuwa hayajaeleweka. Shalom, shalom. Kipengele cha leo, aa, katika hii hali ya somo letu kinahusiana na jina. Jina la huyu muumbaji wetu si mwingine bali ni Mungu. Kwa nini nimelileta hili jina? Kwamba katika hali ya kusema sisi ni wajawazito, tuna mimba, inabidi tuzae, tusipozaa tutakwenda kutoa hesabu, linarejelea katika jina kwamba Mungu alipotuumba sisi, alitaka tukayatimilize mapenzi yake. Ndiyo maana unaposoma vizuri katika ile walaka kwa Efeso sura ya kwanza aya ya nne ya tano kumi kumi na moja, anasema alituchagua sisi hata kabla ya kuumbwa hizi enzi zinazoonekana. Na anasema katika kutuchagua sisi, imetupasa kuwajibika na kwenda kufanya yaliyo mapenzi yake, kwa maana lililo kusudi lake yeye kutuzaa sisi. Nini ninamaanisha hiyo hiyo? Efeso 2:10 anasema na katika hali ya kutenda kwetu sisi tutatenda katika ile hali ya wema, yani matendo mema, sio mabaya yanavyoonekana leo, tukienda kinyume kabisa na Mungu ambacho kwacho yeye ametuumba sisi. Sasa kipengele hiki cha jina kinahusu nini? Nirudi tena katika binadamu, binadamu wale niliowataja. Nilimtaja huyo aliyeunda X-ray, ambaye ni Wilhelm, nikamsema huyo wa DNA totkikre sd si mwingine ni James Watson, lakini kamsema huyo wa tv po na huyo filo eh, kwamba hawa ndugu katika kutengeneza kwao hizi maligafi za kwao, ikitokea limetokea tatizo, wanakimbia haraka sana kuja kulitatua, kwa sababu wanarinda jina la brandi ya kwao. Maana ikitokea wakawa expose yakaonekana madhaifu katika ile brandi yao, hakika watakuwa wametoka kwenye weledi wa kile ambacho wamekikusudia, wanarinda jina hii. Ninajua hujanielewa vizuri, hebu nirudi kwenye hiki. Kuna kipindi ndugu mmoja alinisimulia kwamba alikuta katika uh, soda ya Coca-Cola kama kohozi fulani hivi. Huyu ndugu alipanga kwenda kuwashtaki hawa jamaa, lakini wale jamaa walivyopata taarifa walimwita, wakaenda kuongea naye na wakamwambia, taarifa hizi usizipeleke popote, maana utakuwa umetumaliza kabisa katika hali ya biashara. Sasa katika hali ya kawaida, si kwamba walimjali sana yule ndugu katika hali ya afya yake, kwamba angetumia ile kinywaji ingeleta madhara, hapana. Kikubwa sana pale walichokiangalia ni lile jina lao lisije likachafuliwa likaharibika, na yule aliyeumiza akili zake kuifomu hiyo kanuni ya kuunda hiyo soda ya Coca-Cola, ambaye si mwingine bali ni Dr. John Pemberton. Ndugu huyu anahakikisha kwa mazingira yoyote jina lake lisichafuke, na si huyu tu, ni blandi zote kwa namna yoyote ambapo wanapokuwa wamegundua binadamu, wanahakikisha bidhaa yao isichafuliwe kwa namna yoyote ile. Shalom, Shalom. Kwa tafakari ya kawaida kabisa, kama binadamu anaweza kulinda bidhaa zao zisiharibiwe, zisichafuliwe, zisikose soko, sembuse Mungu wetu? Mungu ndiye aliyetuumba sisi wanadamu, na kama katuumba sisi wanadamu binadamu hawa, hataki kwa namna yoyote ile tuenende kinyume na mapenzi yake katika pahara tukamzalilisha, ina maana anaumia sana, ikitokea jina lake likachafuliwa, jina lake likakufuliwa, jina lake likanenwa vibaya. Tumwangalie anavyosema katika ile Isaya sura ya 42 mstari wa 8. Anasema kwa ajili ya jina lake hataruhusu mtu yoyote abebe utukufu wake, maana utukufu umemstahili yeye pekee. Maneno haya mazuri kwa ukuu wake bado tunayapata katika hiyo yo Isaya 48:11. Mungu hataki kabisa ukuu wake na utukufu wake akapewa binadamu. Bimaana katika hali hiyo ya kuumbwa sisi hatutakiwi kumchafua Mungu kwa namna yoyote ile. Najua maisha tunayoyaishi ni maisha ya ajabu sana, tulio wengi si kwamba tunambariki Mungu. Mungu anaumia sana na anatamani tubadiliki kabisa. Yamkini ukisoma sasa, kama nilivyosema, kwenye menyu yake batani ya Warumi sura ya pili aya ya nne anasema anatuvumilia tu katika hali ya kutuvumilia anataka tuielekee toba, yamkini tuwe watu wazuri. Bado kuna batani ya Ezekieli sura ya 33 aya ya 11 anasema hataki kumwona binadamu akifa katika hali ya udhambi wa kukosa, anataka wote tulekebishe ili tuwe katika hali nzuri ya kumpendeza yeye. Labda nilimalize hili katika agano Jipya, waraka wa pili wa Petro sura ya tatu na ule mstari wa tisa, yayo hayo Mungu amesema hataki kumwona mtu akifa katika hali ya uovu. Shalom shalom mwana wa Mungu, shalomu shalomu mpendwa. Nini maana yangu? Ninamaanisha nataka tukae tukijua kabisa kwamba sisi tumeumbwa na Mungu na Mungu tumelibeba jina lake, tunapaswa kufanya kama jinsi alivyotuchagua yeye. Kama nilivyosema mwanzo, ya kwamba kwenye Efeso sura ya pili na ile aya ya kumi, anatutaka sisi tufanye yaliyo mema. Mojawapo ya haya mema ni kuzaa katika ulimwengu wa roho tukambembeleze atufundishe, yeye maana wa kutufundisha ni yeye, na bahati nzuri anasema katika Isaya 48:17 akitufundisha yeye Mungu, lazima kila anachotufundisha kwacho tupate faida. Haleluya, mpendwa msikilizaji, ngoja nikwambie, hebu fanya maamuzi siku ya leo, kama ulikuwa hujafanya na hata kama ulikuwa umefanya, yamkini ulikuwa hujafikia viwango vya kwenda kumsihi Mungu ili aweze kuyatenda ambayo yote ameyaweka ndani mwako. Turejee leo kwa kumaanisha, ili kusudi Mungu anapokwenda kutufundisha kwa kile tunachokifanya, iwe ni ulimwengu wa roho, iwe ni ulimwengu wa nafsi, uwe ni ulimwengu wa mwili, lazima tupate faida, maana amekwisha kusema katika hiyo Isaya 48:17 akitufundisha yeye, lazima tupate faida. Na tukipata faida, jina lake linatukuzwa haleluya. Shalom, shalom mwana wa Mungu, angalia kwa kutupenda anavyotusihi, anatuambia katika ile Zaburi ya 37 7 b na ule mstari wa tano, umkabidhi Bwana njia zako, pia naye atafanya. Nadiriki kusema hata mwalimu wangu Best, leo tunamwona ana crow, lakini kuna siku atafurahi kwa sababu ameshamkabidhi Bwana njia zake, kama wewe na mimi ambavyo tunajitahidi kumkabidhi, hakika Mungu atafanya zaidi ya hapo. Niseme nini? Niseme tu kwamba tunawajibika kufanya vizuri ili Mungu atukuzwe, na sije akafika pahara akaanza kusema kama maneno haya. Ukisema, ukisoma ile Zaburi ya pili mstari wa nne, anasema Mungu yuko mbinguni anatucheka na anatufanyia dhihaka Ujue kwa nini anatucheka Mungu na anatufanyia dhiaka. Yaani anajua kabisa hawa watu kwa jinsi nilivyowaumba. Tukirejea Mwanzo moja ishirini na sita pale anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Anaamini Mungu tulipaswa sisi tufanye mambo mazuri, kwa kuwa sisi tumebeba imeji ya kwake, tuenende katika hali ya utuli na uzuri, tumwakilishe yeye vizuri. Lakini tumegeuka, tunafanya mambo ya kijinga, tumekataa kana maana anavyoripoti Yeremia ile sura ya saba mstari wa ishirini na nne pale ya kwamba tumekataa tunaenda kinyume tu, lakini ngoja nikwambie, amesema yeye wakati anapotuita tusipoitika kwenye Mithali sura ya kwanza mstari wa 24. Tutakapomhitaji tutakapomhitaji kwenda kumwita tunapokuwa kwenye shida zetu, ule mstari wa 28 anasema, Mithali 1:28 hata tuitika na hatakuwa tayari katika hali ya kutusaidia na katika hali hiyo anasema watu wengi sasa wanajikuta wanaacha kusudi waliloumbwa kwalo, na kuiendea dunia kufanya mambo ya kijinga kabisa. Na katika hali hiyo ya kufanya mambo ya kijinga, anasema kuna wengi wanapoteza maisha yao, wanakufa. Sasa mstari wa 26, hiyo mithari moja 26, anasema atatucheka hata siku ya msiba wetu. Mfano, leo niko nasikiza radio Tumaini, kuna ndugu amempiga mke wake akamuua. Baada ya kumuua kisha yeye akajinyonga. Hapa Mungu lazima acheke, kwa sababu ni ujinga uliopitiliza. Kwanza kwa nini uwe, hata kama ni suala la mapenzi, hakuna haja. Haleluya, haleluya mtu wa Mungu na mwana wa Mungu. Kwa hiyo katika hili niseme tu kwamba Mungu anataka na anatutaka sisi katika uumbaji wake wote leo, maana leo wanasema wataalamu wa mambo ya statistics kwamba leo dunia ina uwezekano wa watu bilioni 8.79 na kuendelea pale, wote tuyafanye yaliyo ya kwake yaliyo mema, ili namna tunavyoangaliana sisi kwa sisi watu waweze kumtukuza Mungu, na wakimtukuza Mungu watu, hata viumbe vingine vyote ambavyo tunavitawala kwa mujibu wa Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 mpaka 30 pale, navyo vinamtukuza Mungu kwa namna ya vyenyewe lakini leo tumeendelea kugeuka. Ukisoma Warumi sura ile ya pili ukianzia mstari wa ishirini mpaka ishirini na nne pale wanasema jina la Mungu latukanwa kwa ajili yao wanayofanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndugu mpendwa, Mungu anaumia sana. Tusiwe miongoni mwa wale wanaosababisha Mungu audhike na atukanwe. Mtu atauliza, Mungu anatukanwaje? Mbona mi nafanya, tunakunywa vibia vyangu nacheza tukakamalikangu. Mungu anatukanwaje? Sikiliza nikwambie, ndugu yangu, unapofanya dhambi yoyote, watu wanaposema fulani anafanya hili, hawamaanishi wewe, wanamaanishi aliyekuumba wewe. Hata siku moja TV haiwezi kubehave kwa namna jinsi ilivyotengenezwa hapo, itakuwa imeharibika. Hata binadamu unapotenda dhambi na kuyasema hayo, tayari umeshaharibika. Hatuwezi kuilaumu TV, tunaenda kuangalia yule aliyeitengeneza. Madamu alituambia ametupa waranti wa miaka miwili haujafika, lazima tumlaumu. Na sasa sawa na binadamu ambaye wewe unafanya madhambi yako, bado huko kwenye huu mwili. Kumbuka tumepewa hii mili ili tuje tufanye mapenzi ya Mungu. Shalom, shalom, mwana wa Mungu. Shalom, shalom, mtu wa Mungu. Nadhani tunaelewana. Katika haya ni yasemayo nini, nimaanishe sasa? Hebu tujitahidi kwa namna yoyote ile turudi kwa Mungu, na leo Mungu alikwisha kujidhihirisha kupitia Yesu. Walaka wa kwanza wa Yohana sura ya tano 5 mstari wa 20 anasema, kwa kuwa Yesu amekwisha kuja, Mungu aliye mkuu ametupa akili, akili hizo zitusaidia kutambua uwepo wa nani? Yesu amemtaja Roho Mtakatifu kwamba imenipasa mimi niondoke Injili ya Yohana sura ya 16 kuanzia mstari wa saba mpaka 15, pale ili yeye aweze kuja. Ajaye nani? Huyo ni Roho Mtakatifu, na yeye ajapo, atatufundisha na kututia kwenye kweli yote, na ndiye muombezi wetu kwa mujibu wa Warumi sura ile ya nane aya 26 mpaka 28. Anayajua hata makusudi na mapenzi ya uhitaji wa nafsi zetu, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, na mimi nikiwemo uhitaji wetu uko wazi kabisa mbele za Mungu, iwe ni katika roho iwe katika nafsi na iwe katika mwili. Roho Mtakatifu anayajua yote, cha msingi ni kujishusha, tuwe katika hali ya unyenyekevu wa upondeko wa moyo ambao Mungu anauhitaji auone kwa watumishi wake kwa usawa wa Isaya 66 na ule mstari wa pili, na katika hilo atakuja, ataketi nasi na kisha atatuelekeza na kila tutakachokiendea tutakwenda kumwishi aliyeileta injili kwetu. Si mwingine huyu ni mtume Paulo, anasema katika ile Galatia sura ya tano msale wa 16, enendeni kwa Roho wala mtazitimiliza kamwe tamaa za ulimwengu na dunia yake. Nami nikwambie ndugu yangu, fanya maamuzi sahihi leo, maana hatuijui kesho yetu, na si mimi ndo ninakunasihi, bali ninakukumbusha maana ukirejea katika ile Kumbukumbu la Taurati 30 na mstari wa 19, anasema nazishuhudiza leo mbingu na nchi mbele yenu, nimeweka baraka na rana, uzima na mauti, lakini chagueni uzima na baraka. Uzima na baraka unachaguaje? Haya ni wewe na mimi kujiongea mbele Zarie tutengeneza ama aliyetuumba, ili yeye akatupe ile menyu yetu. Tunapotembea tutembee kwa batani, tutembee kwa batani. Mwenzetu ambaye alitembea kwa batani ni yule yule mtume Paulo, anasemaje kwenye Filipi? Batani ya Wafilipi 1:21 inasema, kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Nami na wewe tuyaseme maneno hayo, tubonyeze batani ya Filipi 1:21 inasemaje? kwa kuwa kuishi kwangu ni Kristo, na kufa ni faida. Na kama tutaishi hivyo, ni dhahiri kabisa kwamba tutatambua mimba tulizozibeba na kisha tutamzaa mtoto na kisha huyu mtoto atakuwa ni baraka kwa dunia, kama ilivyo leo alivyozaa huyo ndugu nani, Thobi au yopo TV. Leo tunakaa kwenye KaTV, tunaangalia, tuna enjoi, tunafanyaje, tuna tunafurahia Ndivyo ilivyo hata sisi tunawajibika kuzaa kiloho, kuzaa kinafsi na kuzaa kimwili. Shalom shalom, nikomee hapa kwa siku ya leo. Niamini kabisa kwamba tunavyozidi kuendelea kutafakari masomo haya tutapata maswali ambayo mwalimu wangu best akiniambia, tupate kipindi kuyajibu haya, nadhani Mungu atatusaidia, tutakwenda kuyajibu niseme nini zaidi ya kukwambia neno zuri hili twagane kwa neno la Mungu katika ile hesabu sura ya sita na ule mstari wa ishirini na nne wewe utasema tu amina Bwana akubariki na kukulinda amina 25 Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili amina 26 na mwisho Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani amen Ubarikiwe nibarikiwe na Mungu atukuzwe Amen.